Kutokana na mradi ambao umeletwa Mtandao wa Jinsia Tanzania TGNP. Sasa hivi jamii imehamasika kuamini wanawake na mpaka wanawake wameamua kujitoa kushiriki katika uongozi kwani ni, ni mradi ambao umetuwetea mafanikio makubwa sana. Ni majadiliano shirikishi yalioandaliwa na Mtandao wa Jinsia Tanzania TGNP yaliofanyika katika viunga vya shule sekondari Mikindani iliyopo Manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani humo, majadiliano yaliowakutanisha wanufaika wa mradi wa Women's Leadership and Economic Rights kwa kifupi WLER, wakiwemo wanufaika wa moja kwa moja na waratibu wa jamii pamoja na wawakilishi wa TGNP. Majadiliano hayo yamefanyika siku ya Oktoba 25, mwaka huu, huku yakiwa na lengo la kupata mrejesho wa mradi huo. Faida Online TV, watu wa Field Pass na Hiana, tumekuandalia kipindi hiki maalum. Mimi naitwa Karim Faida, tafadhali bakinasi. Kwa majina naitwa Amina Shamte, ni katibu wa KC kata ya Dihimba. Kwa upande wenu wa kata ya Dihimba, mmefanikiwaje kupitia mradi huu? Mwanzo kwanza, wanawake walikuwa hawana ile uthubutu wa kusema wanaweza kasimama kwenye nafasi za uongozi walikuwa wanaweza, lakini walikuwa kuna jambo fulani kwamba wataonekana wa aina gani, kwa sababu kizingatia kwenye mtwara DC tunaweza tukasema kwa ujumla wetu ni waislamu wengi sana. Kwa hiyo kuna ile maswala ya dini, wanasema mwanamke hawezi kuwa imamu. Sawa, kwenye mradi huu wa TGNP pengine ambao umeletewa mpaka kufikia saa hii, uh, nafasi ya mwanamke kushiriki kwenye maswala ya uongozi ipoje? kwa mpaka hatua hii ambayo tumefikia, maswala ya mwanamke kushiriki kwenye nafasi ya uongozi ni makubwa sana ukiangalia hata kwenye huu uchaguzi wa serikali zetu za mitaa walisimama wakinamama, lakini pia wapo ambao tayari ni viongozi. Tuna wakinamama sita ambao ni wenye viti wa vitongoji, lakini pia tunao wajumbe wa halmashauri viti mchanganyiko na wale viti maalumu, ikiwemo na mimi mwenyewe ninayeongea ni mjumbe katika serikali ya kijiji cha Dihimba, lakini pia ni katibu wa kitongoji cha Dihimba Hamisi Mboa nafsa maendeleo ya jamii kata ya Naumbu, halmashauri ya wilaya ya Mtwara hapa anaelezea namna mradi huo ulivyowapa hamasa na udhubutu wanawake kugombea nafasi mbalimbali za uongozi. Tunaona kabisa kwamba jamii kata ya, ya, ya Naumbu imehamasika katika kuwaamini sasa wanawake, maanake kuna wakati wanawake walikuwa wajitokezi kabisa kwenye uongozi, lakini sasa hivi jamii imehamasika kuwaamini wanawake na mpaka wanawake wameamua kujitoa kushiriki katika uongozi wa kuchaguliwa, pamoja na pia wenyewe wanafahamu umuhimu ule wa kuchagua. Tumeona katika kinyang'anyiro cha udiwani uliopita kuna wanawake pia walijitokeza kugombea hizo nafasi za udiwani, tukiacha wale ambao ni wa, wa, wa, wa, wa, wa viti maalumu lakini wale wapo ambao waliingia katika mchakato wa ndani wa vyama kugombea. Kwa hiyo ni faida ambazo zimetokana baada ya, ya kutambulishwa kwa mradi wa TGNP katika jamii ya, ya, nani, ya, ya kata ya Naumbo. Kwa majina anaitwa Esther Kamusi ni afisa maendeleo kutoka kata ya Dihimba. Mradi wa TGNP ni mradi ambao tumeufurahia sana kama wananchi wa kata ya Dihimba katika wilaya yetu ya Mtwara DC. Ni mradi ambao umetuletea mafanikio makubwa sana. Kwa mfano, miaka mitatu minne ya huko nyuma kabla ya TGNP kufika, serikali tulikuwa tunatekeleza sana kuwasimamia wananchi katika nyanja mbalimbali katika kupata katika kupata huduma, lakini baada ya kuja kwa shirika la la TGNP au mradi wa TGNP umekuja boresha zaidi maisha ya wananchi. Tukiangalia kwa mfano katika nyanja ya uongozi, tunaona kabisa wanawake sasa hivi tumekuwa tunapata wanawake viongozi wengi sana, ambao wanaipambania wanapambania kaya zao, kutokana na huu mradi umepelekea wazazi kupata mwamko zaidi na zaidi katika kuendelea kuwasimamia watoto kuwapeleka shule. Kwa majina anaitwa Ismaili Rashidi Mchina, ni katibu msaidizi wa kituo cha taarifa na maarifa kata ya Deimba. Ukilinganisha kipindi cha nyuma, kabla ya uwepo wa TGNP, kulikuwa na mfumo dume ambao ulienea kwa kiasi kikubwa, mfumo ambao ulikuwa unawapelekea kina mama kunyimwa haki zao za kimsingi ambayo iko tofauti kabisa na sasa hivi baada ya uwepo wa TGNP. Sasa hivi sehemu za mikutano ya hadhara wanawake wanajitokeza kwa kiasi kikubwa kujisikiliza nini kinachoendelea, ambayo hali ilikuwa tofauti kabisa na kipindi cha nyuma. Bikoleta Titus Chiponde ni mratibu wa vituo vya taarifa na maarifa Mtwara, ambapo kuna jumla ya vituo vinne vilivyopo kwenye kata ya Dihimba Mkunwa, kata ya na Naumbu pamoja na Jangwani, kwa kifupi amekiri kuwa mradi huo umeleta mafanikio. Mimi kama mratibu wa vituo vya taarifa naweza nikasema kutokana na mradi ambao umeletwa na Mtandao wa Jinsia Tanzania TGNP, tumepata mafanikio makubwa sana, kwa sababu kila kata imefanya vitu ambavyo ni, unaona kabisa ni maendeleo. Kuna watu ambao wamesimamia ujenzi wa aina mbalimbali, masuala mazima ya mwanamke na uongozi. Tumeona jinsi gani wanawake walivyojitokeza kugombea nafasi mbalimbali. Mbali. Kwa majina naitwa Athumini Omari Mapalilo, ni afisa maendeleo ajamii, ya jamii kutoka Halmashauri ya Mtwara ambayo inaratibu masuala ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Mradi wetu wa TGNP unahusiana na wanawake na haki za kiuchumi umeweza kuleta mabadiliko makubwa katika jamii yetu, na umeweza kusaidia kwa kiasi kikubwa sana um, maendeleo ya kiuchumi na maendeleo ya kiuongozi kwa wanawake. Tukianza katika masuala mazima ya uongozi, tunaona wanawake wengi katika kipindi chote cha mradi wameweza kuelewa umuhimu wa wao kushiriki katika masuala ya maamuzi na uongozi lakini sio wanawake tu, hata vijana na walemavu hali kadhalika, jamii kwa ujumla. Kwa kulisema hili, tunaona katika uchaguzi wa serikali za mitaa ambao umepita, tumeona kuna vijiji ambavyo haijawai kutokea kuwa na kiongozi mwanamke, lakini tumeweza kupata wenyeviti wa vijiji kwa sababu ya uwepo wa huu mradi. Tumeweza kushuhudia baadhi ya kapo zimekuwa na hati miliki ya pamoja ya familia na nyingine ya, ya, ya kinamama pia peke yake akiwa amesimama ana, ana hati miliki ya kumiliki ardhi. Lakini pia tumeweza kuona umuhimu wa kuwa na vyeti vya ndoa. Watu wengi walikuwa wanaoana kiholela pasipokuwa na cheti cha ndoa, lakini wamejua umuhimu na thamani ya cheti cha ndoa, ambayo mwisho wa siku inawasaidia wao pia kupata haki zao. Mtazamaji wa Faida Online TV, kwa kifupi, hayo ndiyo mafanikio yaliyopatikana kwa mtu mmoja mmoja na hata vikundi kwa ujumla kutokana na ujio wa mradi huu wa Women's Leadership and Economic Rights katika kata ya Mkunwa, Dihimba na Umbo pamoja na Jangwani na hata katika maeneo mengine mpaka kufikia hapo, mimi sina la ziada. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV, nikukumbushe kusubscribe, ku like na comment yetu, ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwa heri.